Kuona sisi kila tukiamka, lazima tuambie vijana, mwaka huu sio wakubaki nyuma. Huu ni mwaka wa mavuno. Tumekuwa na miaka mitano ya kupambana, huu ni mwaka wa nini? Twendeni tukagombee, twendeni tukawatangulize vijana wenye uwezo, twendeni tukawaunge mkono. Kama kuna mahala kuna vijana na wamefanya vizuri, wasimamieni kwa nguvu zote. Kama kuna sehemu kuna watu hawakufanya, waondoeni, wekeni watu wengine. Nanielewa vizuri eh? E, ili dude la kila mtu, ili dude la kila mtu sio unaenda kata fulani, diwani ana miaka ishirini, ana ishirini na tano hafanyi chochote, yupo na watu wamekaa nyuma tu wanamtizama tu. Sasa tutafanyaje? Hakuna cha kufanyaje. Ondoa sisi <coughs> e, tunasema ni kudiliti diliti, na wenye uwezo wa kudiliti sawasawa, sawa, ni vijana yes. <coughs> <coughs> na nielewa vizuri eh? Eh, mimi nilikuwa, niliwaambia kote nilikopita Jimmy na Edita nikasema itakuwa ni matokeo. Yani sisi tutahesabiwa tumefeli sisi umoja wa vijana wa CCM kama kwenye kata 192 hakuna matoleo ya vijana angalau ishirini thelathini ninaoweza kusema hawa waliingia wakati wangu, mimi nitakuwa nimefeli na hawa, unanielewa kama kwenye kata kumi na nne, mwenyekiti utasimama baada ya uchaguzi, kuna hata matoleo matatu mapya ukasema, hii haya ni maingizo matatu ndani ya muda wangu, utakuwa umefeli. <coughs> <coughs> Eh, lazima tuambizane ukweli. Hawa vijana niwaambieni, walipotuchagua sisi, maanake walituangalia katika wengi, wakasema, tunavyomtizama huyu, tunaamini tukimtanguliza ana uwezo wa kwenda kutusimamia kwenye vikao, ana uwezo wa kwenda kutujengea misingi, ana uwezo wa kwenda kutusemea. Tukifika mahala tukaona na huu si wajibu wetu, basi tutakuwa hatuna maana ya sisi kuwepo. Na kwenye hili ni lazima tugawane majukumu, ndugu zangu, na tukubaliane. Yani sisi tunaweza tunaweza tusiweze kuja kuzitafuta kura huko hilo likabaki kuwa jukumu lako kwenye eneo lako, kujipanga wewe kama wewe, we si ndo unataka nafasi? Lakini yanayohusu vikao vya maamuzi hayo ni ya kwetu. Alafu kwenye wagombea kumi wako vijana wawili au mmoja, alafu eti tunakubali nafasi zote tatu zitakazorudi kupigiwa kura kijana wetu hayumo, itakuwa sio sawa. labda mtu huyo labda mtu huyo, ngoja tutoe tahadhari, awe na kesi <coughs> wanasema sui za <coughs> jinai huko <yuka>, ana mashtaka <coughs> au ana makesi magumu ya kimaadili, ambayo sasa anasema sasa tutafanyaje? <coughs> Kuna kesi nyingine za maadili ni ngumu. Kwa hiyo mwenyekiti wa vijana wa wilaya na wenye viti wa kata <coughs> na viongozi wote, wajibu wetu ni kuwalinda vijana wenzetu kwenye vikao vya maamuzi. <coughs> E, sababu sisi hatuyapelekwa kule kupiga makofi tu tumepelekwa kusimamia maslahi ya vijana. Vijana wanataka nafasi, na bahati nzuri sana niwambie, wakati huu wa Dokta Samia ndio wakati wetu. Wakati wa Dokta Samia ukipita, hatujui huko mbele mambo yatakuwaje. Mama anawapenda vijana, ana, ana imani kubwa sana na vijana. Mimi nataka niwambie ukweli, mama anawapenda vijana <laughs> mnataka afanyeje ili mjua anatupenda mama? Mpaka ana twiti anaandika kwenye Twitter, hasemi vijana shirikini uchaguzi, vijana kachukue fomu, mgombee. Sanaandika hivo Tunataka afanye nini dokta Samia ili tujue anatupenda? Mama anawapenda vijana, ndio wakati wetu huu wa kujipambanua na kwenda mbele, tukashike nafasi za uongozi, tukalete mabadiliko chanya kwenye jamii zetu. Tukitaka mpaka wote waseme ndio, wote waseme sawa, ndio twende, tutakuwa tumejichelewesha. Alafu achaneni na zile ngonjera za unajua wewe bado umri mdogo, una kesho nyingi. Kesho nyingi ipi? Kesho, eh? kesho nyingi ipi? Ndio maana naambia vijana ni waleo na kesho, sio? Unatuambia vijana ni taifa la kesho. Kesho ipi? Ni kuanzia leo kwa umri wako. Unajua wale wazee kule kwenye kata wana majambo, wana maneno matamu. kwa namna tunavyokutizama wewe, kwa namna tunavyokuangalia eh, tunakuona wewe tukikuandaa, eh, unasikia maneno. Hao ni wale wazee wale, wameshika mikongojo kule chini, tutakuandaa vizuri wewe, ukija kufika 20 30 wewe utakuwa unafaa kweli kweli. Eh. Tuna mkataba na Mungu, tunajua kama thelathini tutafika? Mnaniandaje? Yani mimi mwenyekiti wa vijana wakata, bado kuna maandalizi mengine ya ziada. Mimi katibu wa vijana wakata, bado kuna maandalizi mengine ya ziada zaidi ya haya. Vingine ngoja twende, tutavijua huko huko. Kwa mimi matumaini yangu, vijana wa Bukoba mjini, nitaona vijana wengi wakichukua fomu, vijana wengi wakigombea, na ninataka niwaambie Mkigombea mtashinda, mkiacha kugombea mtabaki kuwa wasindikizaji, mtabaki kuwa wapiga makofi. Nendeni muwe mnapigiwa ninyi makofi, na huu ndio wito nautoa kwa vijana wote wa mkoa. Uzuri mimi nimekuwa very specific, Mungu ni shahidi.